Mheshimiwa Nabil, na Mheshimiwa Mpondeza. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti, na mimi naomba nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza mheshimiwa waziri kwa nafasi ya uteuzi, lakini kwa kuaminiwa na mheshimiwa rais. Hongera sana. Mimi nimesimama hapa kuuliza swali moja tu dogo la nyongeza. Aa, ambalo nilikuwa nataka nimwambie kuhusu vitendea kazi kwa jeshi la polisi kwa upande wa Zanzibar, tumekuwa tuna upungufu wa zile spidomita kwa sababu kaskazini na kusini hakuna, ni only one iliyokuwepo. Watu watoke mjini waende upande mmoja, lakini upande mwingine hakuna. Lakini kumekuwa na vile vile alama za barabarani katika barabara nyingi za Zanzibar zimekuwa hazipo, hazionekani, sijui ni nini. Jambo jingine ambalo lipo ni kuwa vitendea kazi uh, hata ile ya kupima alcohol tunaita alcohol mita ambako wasababishaji wengi wa ajali wamekuwa ni walevi, lakini wanakosa ushahidi polisi wa kumshtaki kwa kosa la kuwa huyu alikuwa kalewa. Watasema tu alikuwa kalewa, lakini vipimo hamna. Je, wizara yako na serikali kwa ujumla inachukuliaje na italifanyia kazi kiasi gani? Asante mheshimiwa. Majibu, mheshimiwa waziri. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, naomba kwa ruhusa yako Nimshukuru sana Mheshimiwa Pondeza umaarufu wa mjadi wa jimbo la Mwembe Makumbi kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye jimbo lake, na kwa kweli wale wananchi wa Mwembe Makumbi wakiwemo wa rafiki zangu wale wachunga punda wote wanamuunga mkono sana. Hongera sana mheshimiwa. Lakini pili, nikija kwenye hoja yake ya msingi ambayo ilikuwa inazungumzia utendaji kazi wa jeshi la polisi hasa kwa upande wa Zanzibar, nataka nimwambie tu kwamba Mheshimiwa mbunge, utendaji kazi wa jeshi la polisi kwa Tanzania nzima unafuata taratibu za sheria, katiba, kanuni mbalimbali mbali. Na hivyo hakuna utendaji kazi wa jeshi la polisi kwa Zanzibar uliotofautiana na upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kando na hilo kuhusiana na hoja ya alama za barabarani jambo hili kwa namna fulani lina utofauti kwa sababu uwekaji wa alama za barabarani ni jukumu la Wizara ya Mawasiliano au Wizara ya Ujenzi kwa upande wa Zanzibar, na jeshi la polisi linao wajibu wa moja kwa moja kuhakikisha kwamba alama hizo zilizowekwa barabarani zinafuatwa ili kuepusha ajali na makosa mengine ya barabarani. Kwa upande wa vitendea kazi, Mheshimiwa Mwenyekiti. Nataka nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kumshukuru na kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Hakuna wakati ambapo jeshi la polisi nchini limewezeshwa kwa kiasi kikubwa sana kwa vitendea kazi kuliko hii awamu ya, ya sita ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zaidi ya dola milioni mia moja zilitengwa kwa ajili ya vifaa yakiwemo magari, helikopta pikipiki piki, na vitendea kazi vingine mbalimbali mbali kwa ajili ya kuliweka kisasa zaidi jeshi letu la polisi. Na mimi ninaamini kwamba muda sio mrefu tutaendelea kuona ukuaji zaidi wa utendaji au uweledi wa kiutendaji katika jeshi la polisi unazidi kuimarika na kuhakikisha kwamba wananchi wanafurahia upatikanaji wa huduma hiyo ya usalama kwenye maeneo yao.